Na mbona Kajala baada ya uh, baada ya Harmonize kuonyesha kwamba ana struggle kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba anapata fursa nyingine ya kuwa na Kajala karibu, lakini Kajala naye pia ameamua kuweka maoni yake au majibu. Amejibu Kajala bwana kupitia ujumbe, kupitia kurasa yake wa Instagram pale juu, katika Insta story. Uh, maneno ambayo ameandika Kajala yanaonyesha kabisa kwamba haya ni majibu kwa Harmonize, na kwa kifupi tunaweza kusema kwamba majibu haya si mazuri kabisa kwa Konde Boy, kutokana na kwamba Harmonize uh, bwana baada ya, kucho, ya, kununua, ya kununua zawadi ambayo ilikuwa ni maua pamoja na, na cheni za gold ambazo hizi na haya maua yalikuwa yameandikwa kabisa Kajala. Umeona hiyo? Kwa haya ni maua ambayo alikuwa Harmonize anataka kuyatuma kwenda kwa Kajala, lakini inaonekana kwamba Kajala alikataa, kwa hiyo Harmonize akaamua kuyachoma. Umeona bwana? Eh, eh, sasa kitendo cha Harmonize kuyachoma yale maua akaja akaposti pia video za zawadi zote zile kabla hazijachoma zilivyokuwa, kwamba yalikuwa kumbe ni maua kweli kwa ajili ya Kajala, na yalikuwa yameandikwa kabisa Kajala, na pia kulikuwa kuna cheni za gold, pembeni, zote hizo ni maua kweli kwa ajili yake, lakini baada ya Kajala kukataa Harmonize akaandika kwamba hiyo yote eh, ni waste of time and money. Yani amepoteza muda wake pamoja na pesa kumwandalia Kajala zawadi za, alafu Kajala mwenyewe amezikataa, kwa hiyo akaamua kuchoma. Sasa baada ya hapo ni kwamba Kajala amekuja kuweka ujumbe naye pia kusisitiza, au kuonyesha msisitizo wake, au kumkataa moja kwa moja Harmonize kupitia ukurasa wake wa Instagram. Kajala ameandika, ameposti ujumbe ambao unasomeka kwamba Kajala ameweka ujumbe kupitia kurasa wake wa Instagram. Ujumbe huo unasomeka kwamba "I will never forget who gave me a hard time when I, when I was already having a hard time yake yani ni kwamba hatokuja kusahau, hatokuja kumsahau mtu ambaye alimletea maumivu kipindi tayari ana maumivu, au hatokuja kusahau mtu ambaye alimpa wakati mgumu wakati tayari alikuwa na wakati mgumu kwenye maisha yake. Umeelewa kwao? Hii inaonyesha kwamba kuna ambazo alishia na Harmonize ambazo zilimpitisha katika nyakati ngumu. Kajala amesema kwamba hizo hatokuja kusahau, kwamba kwa jitihada za Harmonize zote anazozifanya Kajala wala hajasahau maovu ambayo Harmonize aliyafanya kwa Kajala. Kwa hiyo, alivyo, kwa hiyo hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hii inaonyesha kabisa kwamba hapa bwana Mweneto anapiga konzi kinyago, anaumia mwenyewe, pamoja na zawadi na kila kitu ambacho ameamua kujitoa. Kajala anasema kwamba hatosahau wakati mgumu aliopitishwa kipindi tayari maisha yake yalikuwa yapo kwenye wakati mgumu. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section. Tutakuwa tukisoma na kureply kila comment. Unahisi kwamba Kajala ni kwamba amtaki tena Harmonize? Na kwa nini siku ile kwenye birthday ya Amara, Kajala alikuwa karibu na Harmonize. Kwa hapo, kuna vitu ambavyo vinaendelea bado, hatuja vinote lakini tunalifuatilia kwa karibu. Tutakuletea update zaidi.